Usia mwona Yanga alafika finali kwa mapenati. Usia mwona Yanga alafika finali kwa mapenati. Yanga alikuwa anapiga watu nje ndani. Kaja malumu hapa kapigwa nje ndani. Tumemchukua yule mwamba njee kapigwa nje ndani. Kaja tipu mazembo kapigwa nje ndani. Hamna penati. Umenielewa hamna? Penati. Yanga ndiyo kufika finali kwa mapenati, chupu chupu ile. Umenielewa? Kaka za Mamposa. Asifie kwenye penati. Penati. Penati. Mwalaba upoteza penalti. Muala, kwa uwezo binafsi lakini alimpa. Uwezo gani? Hmm. Uwezo gani? Hmm. Kaka Mwalaba anakuambia hapo kwenye penalti. Uwanja tope hadi humu. Yani kwa mpira hadi humu tope. Uwanja umejaa tope kibao, umechunga mang'ombe usiku. Mamposa kaleta ng'ombe wa kwake elfu moja. Simba na ng'ombe wa kwake umechinja mule mule uwanjani. Nikuulize toka lini uwanja ule unakuwa na tope kwa Mkapa? Mvua gani? Mechi ya Simba na Yanga kuna dabo limepigwa pale, ilipiga mvua ya jana, sio mvua ya, ya, ya, ya, ya juzi ile, manyunyu manyunyu kidogo tu. Simba lange lipigwa bonge la mvua pale, umeelewa? Uwanja unapiga tu maji safi cha maji na choto na kunywa, lakini jana tope hadi kwenye magoti, winga zao zikita kutembea le walabu tope hadi kwenye magoti, um. Sasa Il, kwa ni nini ile ile umeumia mtani, kufuzu kwenda nusu finali ni umia nini? Mimi hadi leo naona mimi leo naweza kutoka hapa nikapanda baisikeli nikaenda nikaenda pale nikaenda pale Jangwani nikachukua medali yangu ya Kafu, nikaenda nikapiga na mapicha. Sasa naumiaje sasa Msemaji wao kugusa nusu fainali analia, umenelewa? Furaha gani? Upuzi ushamona? Alikama analia si so, alizimia hadi sasa hajazinduka huko, yani Alikama je, kulia imepigwa, hata amefika fainali akachukua Pepsi yake kashusha, safi, umenelewa? Furaha gani kugusa nusu tu, eti mtu unazimia ya leo? Unajua maana ya ndo basi tena mm. ndo hivi sasa ndo basi tena umenelewa, mm. ndo ba visasi vyetu tumeshalipa vyote. Huyu hapo Tumbo FC akitaka cheze astake basi, sisi shule tumemaliza leo. Tumbo FC ni nani? Utumbo FC. Mm. Sio refuzu jana ile kiutumbo utumbo, umenelewa, mm. Wale ndio tumbi FC. kombe gani? si kombe la, e -e, la wanawake. Wao walisema sisi ni wanawake, tunafika fainali, walisema kombe kama hilo hawacheze wanaume, umeneno, wakasema ni kombe la wanawake, kombe la watu walishindwa. Ina, hata ishu ya Mwamposa na imekuwa kigezo cha kuwaonea wivu eh, kufuzu kwenye ile kombe ambalo unazungumzia la wanawake. Kwa nini kwa nini kimekuwa kigezo hicho? Kwa nini imekuwa Mwamposa? Kwa nini imekuwa tope Mwamposa? Hadi leo clip zake zipo TikTok, Instagram hadi Facebook zipo. Amesema kabisa waganga wameishiwa mbuzi. Swali nalisimamia kama mimi, umeelewa? Waganga wameishiwa mbuzi, anaingia mwenye Mwamposa Mwamposa hata bila haja mbuzi anakunyosha. <laughs> Na kaupiga mwingi, umeelewa? Kapiga wingi Mamposa mtandaoni navuma kwamba wananchi kwenda kufanya ibada ama maombezi kwa, kwa, kwa sababu ya Simba ule ni utumbo Mamposa mm. unamlipa milioni mia saba akaiombea Simba kufuzu tu ile guse nusu fainali, afiki agusa tu nusu umenielewa? Finali, agusi utumbo milioni mia saba umempa Mamposa, ukifika nusu samani hata ifiki milioni mia saba hiyo. Kuna nini? Yes, asante sana.